Jina langu ni Olipa Jelimia. Na kipindi hewani ni elimu. Ah, majina naitwa Allen Dani Kwale, wanafunzi wa sheria hapa kwa chuo kikuu cha Iringa Nikuwa uh, ni, ni, ni mwenyeji saizi katika sweki nazari miaka na miwili na katika kozi ya sheria. Kozi najivunia kusoma kozi ya sheria. Uh, the first day, nilikuwa nikisikia sheria nilikuwa nachukulia kwa kozi kwa ukubwa lakini kuwa na aina tofauti peke yake lakini toka nimekuja kujifunza nimeanza kujua baadhi ya vitu ambavyo at that time nilikuwa sivijui kwa hiyo inshoti imenijenga imenifanya niwe mtu tofauti sana niko proud sana kitu ambacho nakisomea hivyo Unaweza kueleza baadhi ya sheria ambazo umezisoma? Of course, toka mwaka jana mpaka mwaka huu tunasoma sheria zaidi ya i na natisha shini na sheria za ndoa, imesoma sheria za mikataba, sheria za makosa ya jinai, sheria za makosa ya na nasoma sheria nyingi mpaka saizi. Atuelezee kidogo sheria ya mikataba, labda na ndoa, inakuwaje? Sheria za mikataba kwanza, tukija kwenye zile branches za sheria, zote ni private yani, zipo kwenye branch of private ambanibe na mimi na mtu na mtu, branch of private ambayo, tukija kwenye mikataba ni basically ni wenye vitu vya mikataba ambayo saizi ni common issue ambayo kila mtu anahisi yani, kama nikuwa nipendekeza kwenye kila kozi. So, saizi ni current issue, tunaona watu wengi wanasafa mikataba mikataba basically kazi na, na boss issue mikataba. Ko, at least sasa kwao a kishapata ujuzi kuhusu mikataba au kisha soma sheria za mikataba huwezi kufanya makosa

Nikapata chance ya kusoma sheria za ndoa, nimejifunza vitu vingi sana. Nikapata kujua ni ili ili ndoa yako inabidi iwe kitu gani, na ili ndoa yako sio halali, yaani ndoa ile inabidi iwe kitu gani. Kwa hiyo sasa ni current situation inasaidia sasa, nasaidia nifanye makosa na kusema kwa ndoa kati ni batili, kwa sababu mtu mwingine mtu mwingine anaweza kukumbana kwa ndoa, lakini ndoa yake ni batili.

huyo ni mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Iringa akieleza faida gani ya kupata baada tu Chuo Kikuu cha Iringa, lakini pia ameeleza baadhi ya masomo anayosomea na faida yake yak nikusi aendelea kwa sasa, usisahau like pamoa na kushare pia kwa rafiki anakushia paa